Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813, 813. Habari za leo mwana SNS, bila shaka umzima wa afya, karibu tena Simulizi na Sauti. Leo tunaenda huko Mashariki ya Kati ambako mambo yamewaka moto kweli kweli wa Huthi na Marekani wamekuwa wanajibizana zaidi. Wa Marekani wamekuwa wanashambulia kwa Huthi ambapo jeshi la anga la nchi ya Marekani USAF limekuwa likiendeleza mwendelezo wa mashambulizi mbalimbali mbali katika maeneo mbali mbali ndani ya nchi ya Yemen hasa katika yale maeneo ambayo yanakaliwa na wanamgambo wa Huthi, yako chini ya utawala wa wanamgambo wa Huthi na mashambulizi hayo yamelenga maeneo mbalimbali mbali na kusema kweli, yamesababisha madhara makubwa, ikiwemo mauaji ya ama, unaweza ukasema collateral damage ya watu wengi sana, watoto, kina mama, na mbali na hivyo, pia wahuthi nao, katika kile ambacho kinaonekana kama ni jibu kwa mashambulizi hayo ya anga ambayo yamefanywa na Pentagon dhidi ya maeneo yao. Wahouthi nao wamejibu kwa mashambulizi mbalimbali mbali, na pia kuna mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kama vile unaweza ukaziita drones kwa lugha ya wenzetu, lakini pia mbali na hivyo pia Wahuthi wameweza kushambulia vikosi vya meli ya, ya kubeba ndege kwa sababu meli hiyo huwa haiwi moja, huwa inakuwa na meli nyingine ambazo zinakuwa zinaisafirisha meli hiyo. Inajulikana kama USS Harry S. Truman na wameweza kushambulia zaidi ya mara moja, inasemwa imeshambuliwa hivyo. Na hii imepelekea sasa ule mvutano kuzidi kuongezeka. Tayari Rais Donald Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social amesema Iran isiingilie ikae pembeni na isipeleke msaada wote na ameonya imesema iwaache tu wenyewe, kwamba huu mpigano hata sio mpigano fair, yaani kwamba wao wa Marekani wamewazidi mbali sana kiuwezo wa Wahuthi. Kwa hiyo kama Iran haitoingilia, basi Wahuthi watashindwa mapema. Sasa katika makala haya nataka tufahamu uwezo wa Wahuthi ni upi, ni kwa namna gani wanaendesha haya mashambulizi ambayo wamekuwa wanayafanya. Mamlaka za Israel zimesema zimekabiliana na kombora lilikuwa linaelekezwa li ndani ya nchi yao na kombora hilo. Wahuthi pia wakawa wamesema kwamba wameshambulia kombora la Palestine two, hypersonic, kuelekea katika nchi ya Israel. Mbali na hivyo pia katika nchi ya Israel katika jiji la Tel Aviv na maeneo mengine, paliwaka lile ving'ora, ambavyo ving'ora hivyo vinasema viliwaka sababu ya kukabiliana na kombora hilo, ambapo kombora liliweza kudhibitiwa ila tu e, ving'ora viliwaka kwa sababu ya hatari ya mabaki ambayo ya, yanaweza kawa yametokea na vingora hivyo, ili watu waweze kuchukua tahadhari. Na shabaha ambayo ililengwa inasemwa ni uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Sasa tuangalie uwezo wa Wahouthi ni upi zaidi, wanatumia drones lakini pia wana makombora yao kama hayo Palestine mbili. Sasa ukianza kwa hizi drones Wahouthi wamejizatiti kwa, wa kwa ndege zisizo za rubani drones mbalimbali mbali. Na hizo zimekuwa zina uwezo, wanazo drones ambazo zina uwezo wa kwenda mashambulizi ya umbali mrefu, lakini pia drone hizo zina uwezo wa kujificha kwenye rada. Drone kama hizo ni kama drone ya Yafa, ambayo drone ya Yafa hii yenyewe ina umuundo wa ndege ya kivita, lakini ina uwezo wa kusafiri umbali wa masafa marefu hadi kilomita 2600 na drone ya Yafa ina uwezo wa kubeba kilo 20 mpaka 50 za vilipuzi, huku ikiwa na teknolojia ya kujificha kwenye rada. Pia wana sama 3, ambayo hii pia ni UAV yaani unmanned, unmanned aerial vehicle ama unaweza kusema ndege isiyokuwa na rubani kubwa na hii sama 3 uh, ina uwezo wa kusafiri hadi kilometa 1800 kwa kasi ya juu, na hii samathiri ina uwezo wa kusafiri hadi kilometa 1800 kwa kasi ya juu ya kilometa 250 kwa saa. Hii ina uwezo wa kubeba E, payload ama ule mzigo wa vilipuzi wa kilo 18, lakini pia kuna Samad 4. Samad 4 hili ni toleo lililoimarishwa la Samad 3. Hii yenyewe inakuwa ina uwezo wa kubeba mabomu mawili yasiyoelekezwa chini ya mabawa yake, lakini pia ina uwezo wa kusafiri umbali wa kilometa 2000 huku kasi yake pia ikiwa kubwa kidogo kuliko ni thama 3, lakini pia ina uwezo wa kubeba e, vilipuzi ama unaweza ukasema payload ya kilo 50. Kilo hamsini ni kwa vilipuzi, hii ni ni kilipuzi kikubwa sana, kinaweza kusababisha madhara makubwa sana. Huo ni mfuko wa simenti, lakini angalia umbali ambao inaubeba kilometa elfu mbili lakini mbali na hivyo, kuna Kasif 1, lakini pia kuna Kasif ambayo ni toleo la liloboreshwa la Kasef 1. Hizi ni zinakuwa ni drone za kujitoa muhanga eh. na drone hizi zinasemwa kuwa ni za bei rahisi, hata gharama zake si kubwa sana. Na drone hii ina uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 100 na kubeba vilipuzi vya kilo 30. Drone hizi zinasemwa kuwa na uwezo huo. Mbali na hivyo, kuna drone za Wahid, hizi zenyewe zina uwezo wa kujitambua Eh, ni drone ambayo inasemwa inajitambua, lakini ina uwezo sawa na, na Shahid 136 hizi ambazo zimekuwa zimepelekwa nchini Urusi. Lakini pia hii Wahid ina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya kilomita 135 kwa saa na kubeba vichwa vita, ama unaweza ukasema eh, vilipuzi ama warhead za kilo 50. Mbali na hivyo kuna drone inayojulikana kama Mirsad 1, na drone nyingine toleo la mbele yake ambalo limeboreshwa la Mirsad 1 Mirsad 2. Hizi ni drone za kipelelezi ama unaweza kusema reconnaissance drone ambazo hizi zimetengenezwa ziweze kwenda na kurejea, ambazo zinasemekana kwamba zimetengenezwa kutokana na teknolojia ya ndege zile za Kimarekani za Boeing RQ 21 Blackjack. Mbali na hivyo Wahuthi pia wana makomora mbalimbali mbali mbali na hizo drones ambazo nimeweza kusema, ambazo Wahouthi wana makombora mbalimbali mbali, ambayo yana kasi ya juu lakini pia yana masafa ya marefu, yaani yana uwezo wa kutoka kwa Yemen na kusafiri zaidi ya kilomita 2000 mpaka kufikia ardhi ya Israel. Makombora hayo ndiyo kama haya makombora ya Palestine mbili, ambalo hili linasema kwamba ni kombora la hatua mbili, yani two stage line kwamba litakuwa na stage ya kwanza itaisha litakuja kwenye stage ya pili ambayo ndio stage ambayo itakuwa na shambulizi ambalo hii. Sasa kombora hili linasemwa linatumia solid fuel na lina uwezo wa kusafiri kilometa elfu mbili mia moja na hamsini na lina uwezo wa kubeba kilo mia tano, linasemwa linaweza likafikia kasi ya hadi mach 16 maana yake ni kwamba ni kombora ambalo ni haipasoni kama ambavyo Wahuthi wa, wa, wa, wa wenyewe wamekuwa wanadai na kombora hili lina uwezo wa kufanya eh, lina uwezo wa kusema yale mazigizagi, yani lina uwezo wa kuhama huku likahama vile ama, ama unaweza ukasema maneuverability ili kukwepa mifumo ya ulinzi wa anga. Mbali na hivyo wana kombora la Hatim 2 Hili kombora la hati mtu mniko, na lenyewe ni kombora ambayo lina kasi ya juu, lakini ni hili kombora la hati mtu ni kombora lenye kasi ya juu lenye uwezo wa kusafiri kilometa 150 mpaka kilometa 385 kwa kasi ya mak tano mpaka mak nane Kwa hiyo hiyo pia ni kasi ambayo ni kubwa sana, ni kasi mara nyingi zaidi ya sauti ambayo unaweza ukasema hypersonic na uwezo wa kubeba mzigo wake bado haijajulikana, yani lina uwezo wa kubeba mzigo kiasi gani. Lakini pia unaweza ukaona e, kilomita hizo 150 mpaka 385, huo ni umbali ambao tunasema ni umbali wa masafa mafupi. Mbali na hivyo, kuna kombora la Bukan. Bukan ni mfululizo wa makombora ya masafa mafupi ambayo yalichukuliwa kutoka kwenye makombora ya yale ya Sovieti maarufu yanayojulikana kama Scud. Lakini pia Burkani yanasemwa kwamba makombora hayo yana uwezo wa kufikia kilomita elfu moja, lakini pia yana uwezo wa kubeba payload ama mzigo ule warhead ya kilo mia mbili hamsini. Mbali na hivyo, kuna makombora ya Karar ambayo hili linatumia mafuta na lina uwezo wa kufika kilomita mia tatu na kubeba mzigo wa kilo mia tano. Mbali na hivyo, kuna kombora la Quds 4, hili ni kombora la masafa marefu la cruise, kwa hiyo hili siyo ballistic, bali ni cruise missile ambayo ina uwezo wa kusafiri hadi kilomita elfu mbili. Ndio maana tukasema masafa marefu. Bali na hivyo kuna kombora la Mohit, hili ni kombora ambalo limetengenezwa special kwa ajili ya kushambulia meli, na linasema kwamba limekuwa lina limekuwa linatumika sana katika mashambulizi mbalimbali mbali ya meli. Kombora hili limetengenezwa kutokana na teknolojia ya kombora la kisovieti la V750, mbali na hivyo kuna kombora linalojulikana kama P15 Termit. Hili ni kombora la zamani la kushambulia meli e, ambalo limetokana na teknolojia za kisovieti, makombora ya kisovieti ambayo lina uwezo wa kufikia hadi kilomita 40 na kombora hili lina uwezo wa kubeba kichwa vita chenye kilo 445 mbali na hivyo kuna kombora linalojulikana kama SF2. Hili ni kombora la kushambulia meli ambalo lina uwezo wa kwenda e, kiasi cha kilometa na 450 na likiwa na uwezo wa kubeba mzigo wa ma payload ya kilo 500. Mbali na hilo kuna mandap two. Hili ni kombora la cruise la baharini lenye uwezo wa kwenda kilometa 300 masafa mafupi haya, na lina kichwa vita ama unaweza ukasema E, ile warhead, e, la kilo 165. Hicho ndo kichwa vita ambacho kombora hili la manda ptu linaweza likabeba mbali na hivyo Wahuthi wanasema kuwa na uwezo ule wa kujizuia kujilinda Ee, ambapo tunaona Wahuthi wamekuwa wanadondosha ndege kama vile zile reaper drones ambazo za Marekani MQ9. Sasa wamekuwapo wana mifumo yao ambayo ndio imekuwa inahusika na udondoshaji huo, mifumo ya ulinzi, lakini pia inaweza ikajilinda na kuepusha matishio ambayo yataelekezwa kwao, japo inaweza ikawa sio kwa ufanisi mkubwa kama mataifa ya Urusi, taifa la Israel pamoja na taifa la Marekani, wanaweza wasifikia ufanisi wao huo, lakini wanayo mifumo yao kama vile mfumo wa tuk 12 cub ama unaweza ukauita Kvadrat, eh, ama na jina jingine ni Fater 1. Hii ni mifumo ya makombora ya kisovieti iliyoboreshwa. Wenyewe wameiboresha zaidi. Mbali na hivyo, wana mifumo ya f F75 na S125 SAMS ama unaweza ukasema surface to air missile, lakini pia mbali na hivyo, wana makombora ya kurushwa kutoka kwenye magari kama Arastini, wana manpads zile ambazo zinabebwa eh, katika mabega aina ya strela strela hizi ni za warusi pamoja na igla mbali na hivyo wana bunduki kubwa za kupambana na ndege aina ya zu ama unaweza ukasema e, zu 23 wana mitambo mbalimbali ya rada ya UHF, GH band a, ambayo ina operate yani katika GH band na pia wana rada za kupima miinuko hii kwa hiyo ndio mitambo yao ya rada ambayo wanategemea kwa ajili ya, ya detection. lakini licha kama nilivyosema ya kuwa na mifumo hii wameweza kudondosha eh, eh, aina mbalimbali mbali za hii mifumo imewasaidia waweze kudondosha aina mbalimbali mbali za ndege za kimarekani zile drones, kama vile Reaper drones wamedondosha nyingi sana zinakaribia sasa hivi zimezidi hata nane zinakaribia huko kumi mbali na hivyo inasemekana pia wameweza kudondosha helikopta zile za Black Hawk, lakini pia na Apache na zile helikopta za Apache ambazo zimekuwa zinatumika na nchi ya Marekani. Mbali na hivyo, pia inasemekana wamewahi kudondosha F15, F16, lakini Tornado na, na Typhoon za hizi za ndege hizo ambazo wanasema kudondosha ambazo hizi tonado na typhoon zinaweza zikawa hazitumiki Marekani lakini ni za washirika wa Marekani katika vile vita vya muda mrefu ambavyo vimekuwa vinaende vili, viliwahi kutokea na vimekuwepo, vipo kati ya wa Yemen pamoja ambao ndo hao Wahuthi pamoja na washirika wa Marekani kama vile Saudi Arabia eh, pamoja na UAE hawa wote walikuwa wanatumia ndege mbalimbali ambazo zili mifumo ya ulinzi ya Wahouthi inasema kwamba iliwahi kudondosha. Sasa tunaweza tukaangalia tu kitu kimoja cha ziada kwenye makala haya ili kufanya wewe mwana SnS we enjoy eh, ni namna gani Eh, unahisi labda swali la kujiuliza ni mbinu gani ambayo inafanya drone za Wahouthi, lakini pia hii inaweza kwa ikaenda kwa Hezbollah zisio zinaonekana kirahisi kwenye rada, kwamba kumekuwa kuna changamoto mara nyingi hizi drone zao. Kama tunavyofahamu, Wahouthi wameshawahi kupenya na kuingia katika mifumo ya ulinzi mkali ya Waisraeli zaidi ya mara moja. Nini kinachopelekea, e, ambacho waweze, sababu ni zipi zinazopelekea waweze kupenya kwenye mifumo hii? Kwa hiyo na sababu hapa za kichambuzi ambazo zaki, zinazofanya wao waweze kuweza kupenya kwenye mifumo hiyo. Sababu ya kwanza ni ujanja wa kimuundo ama unaweza ukasema e, e, design ile ambayo ndege hizi za, ki, za za za ndege hizi za drone ama ndege hizi zisizo na rubani zimebuniwa. Sababu hii ni kwamba tunasema kwamba baadhi ya drone kama Yafa pamoja na Samad zinatengenezwa kwa maumbo ambayo ni low observable na ni low observable katika rada na maumbo haya ama miundo hii inasema ni miumbo yenye pembe butu. Sasa hizi pembe butu zinakuwa zinasaidia kupunguza ile rada cross section, kwa hiyo hii inafanya rada kuona kitu kidogo na cha kawaida tu ambacho kinaonekana kama sio tishio, yani rada inaona ile rada cross section kwamba hiki nilichokiona ni kitu tu kidogo, inaweza kawa tu ni ndege wa angani huyu, nisioneshe nisi, nisi alert yoyote kwa hiyo hili limewezekana kutokana na huu ujanja wanavyokuwa wanatengeneza hizi ndege. Wameshajifunza na wanakuwa, wanaijua hiyo siri, kwa hiyo wanatengeneza katika hayo maundo butu. Lakini mbali na hivyo, kuna sababu nyingine ambayo inawezekana ndiyo moja ya sababu zinazopelekea hizi drones zisiweze kuwa zinagundulika kirahisi, ni matumizi ya nyenzo ambazo zinanyonya ya, ra, miale ya rada, ama unaweza ukasema rada absorbent materials RAM. Kuna uwezekano kwamba inasema baadhi ya drone hizi zimefungwa nyenzo maalum zinazonyonya mawimbi ya rada, badala ya kurejesha, kwa mawimbi yatakapokuja yatanyonywa. Nakumbuka e ili teknolojia ya rada iweze kufanya kazi, lazima yale mawimbi inayoyatuma yaweze kwenda kule na yaweze kurudi. Kwa hiyo, atakaporudi rada itagundua kwamba haya mawimbi yangu niliyatuma, yamerudi hapa, yalivorudi, kuna kitu amekigonga. Hichi alichokigonga hiki sio kitu cha kawaida na rada itaweka alama. Sasa kinachotokea ni kwamba ile miale ya rada matirio hizi zimeweza. Inasemekana kuna baadhi ya drone zinatengenezwa kwa matirio ambazo zitanyonya na miale hiyo isiweze kurudi, na hii ndio ile tunayosema ndiyo, e, sifa kubwa ama ndio moyo wa teknolojia ya stealth. Kwa hiyo hii, hii ni mbinu pia ndo unaweza ukaona inatumiwa na, na ndege za stealth kama vile F35 e, SU 57 pamoja na B2 Spirit bomba Mbali na hivyo, sababu nyingine tunasema eh, ni kuruka kwa urefu wa chini, nap of the earth flight. Kuruka kwa urefu huu wa chini eh, ama nap of the earth flight N-O-E, eh, uh, hii ni tunasema kwamba ni drone hizi mara nyingi huwa zinaendeshwa kwa urefu wa chini sana chini sana yaani, sio mbali sana, ambapo hata kwa macho ya kawaida unaweza ukaziona karibu kabisa na ardhi ama katika usawa wa bahari, ambapo sasa hapo katika usawa huo mionzi ya rada huwa haiwezi kufika, yaani inakuwa kama ni blind spot ya mifumo mbalimbali mbali ya rada. Lakini mbali na hivyo pia kuna sababu nyingine tunasema kwamba uendeshaji wa polepole pole na ukubwa mdogo, kwamba drone kama Kasef 1 pamoja na Wide ni ndogo sana na huenda kasi yake ni ya wastani au ya chini hili zinazifanya drone hizo iwe ngumu kugundulika na rada zinazolenga vitu vinavyosafiri kwa kasi ya juu kama ndege au makombora. Kwa hiyo ile kasi yao wao inakuwa ya chini sana, lakini mbali na hivyo, sababu nyingine inasemwa kwamba matumizi ya commercial off the shelf ama unaweza ukasema court components, baadhi ya drone za Hizbullah na Wahuthi zinatengenezwa kwa kutumia vipuri vya kiraia, ambapo kama vile GPS na kamera za kibiashara ambazo zinatumika hata na ndege za kawaida. Hii sasa huwa inasaidia hizo drone kutokugunduliwa na mifumo ya ujasusi wa kielektroniki, ujasusi wa kielektroniki, mifumo ile ambayo imetengenezwa kuweza kugundua eh, vifaa vile vinavyotumia mionzi ambayo siyo ile ya kawaida ya kiraia. Kwa hiyo hivi mifumo itachanganya na kuhisi kwamba pengine labda eh, hiyo mionzi inayotu, inayotolewa na, na drone. Hizi ni mionzi ambayo imeweza kutolewa labda na ndege tu ama kifaa chochote kingine ambacho ni na, cha kiraia. Sababu nyingine tunasema ni mifumo ya mawasiliano ya kimya au pre-programmed routes kwamba baadhi ya drones huwa zinafanya mashambulizi kwa kutumia mipango iliyowekwa awali pre-programmed, yani katika ile ubongo wa drone, tayari kila kitu kimeshawekwa katika maelekezo. Hii inawafanya wasiweze kutumia mawimbi ya redio wakati wa safari yao, kwa hiyo hili huwa linapunguza hatari ya kugundulika kupitia electronic intelligence ama elektro, elektro, ama e, intelijensia ya kielektroniki kwa sababu ndege inakuwa haihitaji mawasiliano mengine yoyote ya ziada, tayari kila kitu ni pre-programmed. Mbali na hivyo, sababu nyingine ni electronic warfare ama unaweza ukasema hizi drone hazionekani, hazione, kwamba wakati mwingine wanamgambo wa Hezbollah wa Houthi wana uwezo wa kutumia vifaa vya msingi vya kuvuruga rada au kupiga kelele za kielektroniki ili kuweza kuziba masafa fulani ya rada, na hivyo kuziruhusu drone zao kuweza kupenya. Kwa hiyo kwa kifupi, huu unakuwa ni mchanganyiko wa ujanja wa kiteknolojia na mbinu za kivita vya, na mbinu za kivita ambazo ndio zinafanya pengine hizi drone za Wahouthi ziwe zinapenya pasi na kufahamika. Ifahamike kwamba zimeweza kupenya zaidi ya mara moja, ndio maana nikakuletea hizi sababu kadhaa pengine hizi ndo zinaweza zikawa ni sababu droni hizi zimeweza kupenya. Mwisho kabisa kwa kumalizia tu tutaangalia eh, hasara ama madhara in terms of war economy ambayo jeshi la Marekani linaweza likapitia, sawa, itawadhibiti Wahouthi, lakini ni madhara gani ambayo hizi drones za gharama ndogo za wanamgambo kama Wahouthi au Hizbullah zinaweza kuwa hatari sana dhidi ya majeshi yenye teknolojia kubwa kama Marekani. Kumbuka wahizbullah hawahusiki hapa, huko wako mbali kabisa huko, lakini mwaingiza tu kwa sababu just uh, naweza ukasema sababu ya elimu zaidi, kwa sababu pia wao nao, hii scenario inayotokea ndio scenario ambayo imekuwa inatokea kwao ziko sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikaonyesha zika ni, ni ni ni hatari gani ambayo ama ni tatizo gani Marekani inakabiliana nayo sasa hivi hasa huku kwa Wahuthi. Kwanza kabisa ni gharama ndogo dhidi ya gharama kubwa. Drone za Wahuthi kama Kasef One zinaweza kugharimu mamia au maelfu ya dola katika utengenezaji, wakati kuiangusha drone kama hiyo ukisema utumie makombora ya kisasa kama Patriot PAC-Tatu au SM-6 huwa kuna hitaji zaidi ya dola milioni moja kwa kombora moja. Yani kombora moja liname, ya limezidi drone gharama pengine mara mia tatu au mia nne Hiyo ni gharama kubwa sana, na hii inaiweka Marekani na washirika wake kwenye hali ya kupoteza kiuchumi, na hizi ndo tunasema ni war economics. inakuwa ni eh, kiuchumi ki wanakuwa wanaumia au inawaumiza sana, kwa sababu wanatumia makombora ya bei ghali sana dhidi ya drones za bei rahisi. Sababu nyingine tunasema ni shirika ama idadi kubwa ya mashambulizi ama unaweza kusema saturation attacks, kwamba hawa Wahouthi na Hizbullah wana uwezo wa wa kuzindua makumi ya drones ama sasa hivi watu wanaita mass drone swarms. Na kwa kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ina uwezo wa kushughulikia idadi finyu kwa wakati mmoja, basi kuna baadhi ya drones zinaweza zikapenya, na hii mbinu mara nyingi huwa tunasema ni mbinu ambayo inalenga kuchokesha mifumo ya ulinzi. Mbali na hiyo, madhara ambayo Marekani inaweza ikayapata kutokana na vita hivi vinavyoendelea ni madhara ya kisaikolojia na kisiasa ambapo endapo drone hizi zinaweza zikapiga katika nchi kama vile e, drone ama makombora yanaweza kapiga katika nchi kama hizi e, Israel ni madhara yanatokea makubwa sana kisiasa. Marekani, yeye e, Donald Trump anaweza kaonekana ameshindwa, lakini ukija kwa nchi ya Israel, madhara yake, raia wanaona kwamba e, serikali ya Benjamin Netanyahu imeweza kushindwa, lakini madhara mengine tunasema ni usumbufu wa mipango ya kijeshi, kwamba drone moja tu ambayo inakuwa imelenga meli ya USS Truman huwa inatosha kabisa kusababisha e, meli hiyo iweze kushindwa kufanya operation zake. Lakini pia inaweza ikasababisha meli hiyo, hata kama shambulizi ni la kawaida tu, meli hiyo iweze kuondoka kabisa eneo la kivita kwa muda kwa ajili ya ukaguzi au matengenezo. Nataka ni ku oneshe mifano halisi ya matukio ambayo drone hizi ambazo zimekuwa zinashambulia zimeweza ama makombora zimeweza kusababisha madhara makubwa kwa jeshi lenye nguvu kubwa. Mfano, tunasema shambulizi la Abakak na Khurais huko Saudi Arabia, Septemba 2019. Septemba 2019 shambulizi hili Wahouthi inasemekana ndio ambao walishambulia, lakini kama kawaida, msaada unasemwa ni msaada wa Iran ambapo tarehe 14 Septemba 2019, vituo viwili muhimu vya mafuta vya Saudi Arabia, ama unaweza kusema Saudi Aramco huko Abakuk na Khurais, vilishambuliwa kwa kutumia drones na makombora ya cruise ya gharama nafuu sana, yanayodhaniwa kutengenezwa e, na Iran. Lakini tunasema hivyo, lakini makombora haya yanatumiwa na Wahuthi na drone hizo inasemekana ni E, drone aina ya Shahid na makombora ya Kuds. Mbali na hivyo kwa kuna madhara mbalimbali ambayo yalionekana mbali mbali. Drone hizi zinasemwa kwamba zilitoboa wa mpaka wa anga wa Saudi Arabia na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu ya mafuta ya Saudi Aramco. Kumbuka, Saudi Aramco ndiyo tunawategemea katika, uza, katika kusafisha yale mafuta ama kufanya refinery ya mafuta, ambao ni wazalishaji wakubwa sana duniani. Na shambulizi hili lilikatiza zaidi ya asilimia hamsini ya uzalishaji wa mafuta wa kila siku wa nchi ya Saudi Arabia, ambapo sasa tunafahamu Saudi Arabia kama lilivyosema ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani. Lakini pia athari za mafuta kwa dunia, inasemekana kwamba athari kidunia bei ya mafuta duniani ilipanda kwa zaidi ya asilimia 15, 15 ndani ya siku moja na hili likawa ni ongezeko kubwa zaidi la ghafla tangu vita vya Guba vya mwaka 1991. Ikumbuke kwamba drone hizi na makombora hayo ya cruise ambayo yalitumika yalikuwa na teknolojia rahisi ya stealth na yaliweza kuepuka mifumo ya ulinzi ya Saudi Arabia kama vile Patriot pac namba 2 na pac namba 3 na mifumo mingine ambayo imewekwa ama imekuwa inatumiwa na Saudi Arabia ambayo imewekwa na nchi ya Marekani sababu za kufanyikiwa ndo tunasema kama hivyo, drone hizi zilikuwa zimerushwa kwa kutumia mbinu za kuweza kuzunguka rada, ambapo zilikuwa zinapita chini sana katika ule usawa, ambao mbinu hizi ndo zote nimeweza kuzielezea mwanzo huko, nimeweza kuzielezea. Kwa hiyo hii ni mmoja ya mashambulizi makubwa sana ambayo yameweza kufanywa na hawa Wahouthi, na haya yanayoendelea sasa hivi katika mashambulizi ambayo tangu kuanza kwa vita vya uh, Israel pamoja na na, na Hamas huko uh, katika ukanda wa Gaza, vita hivi ambavyo vimekuwa vinaendelea, haya mashambulizi Wahuthi ambao wamekuwa wanafanya baharini, wamekuwa wanashambulia meli mbalimbali mbali, haya yote yanaonyesha ni kiasi gani hao Wahuthi wanaweza wakatumia hizi silaha zao ambazo nimeweza kuzielezea kwa ufanisi mkubwa na kusababisha madhara makubwa sana. Lakini yote kwa yote ni swala la kukaa na kusubiria tuone kati ya huu mpambano ambao unaendelea, ambao zaidi mwenye nguvu kubwa zaidi tunayeona, ambaye anasababisha madhara makubwa kwa mwenzie ni Marekani, kwa sababu yeye ana firepower kubwa zaidi, ana makombora makubwa zaidi, ana uwezo wa ndege zenye teknolojia kubwa, ana uwezo wa kuingia anavyotaka yeye katika anga ya Wahuthi na kuweza kutoka. Kwa hiyo ni swala la kukaa na kusubiria tuone, lakini Wahuthi nao pia sio wa kuwabeza, beza sio wa kuchukulia kimchezo. Wanaweza wasimuumize Marekani, lakini tayari wameanza kumlenga tunaona eh, Mwisraeli. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni kubwa sana, lakini hii inaweza ikapelekea pia vita vika, hatuwezi jua vinaweza vikasambaa kwa mataifa mengine Hey, na, na, na hii inakuwa ni hatari zaidi. Unajua, eneo hilo ndio tunalolitegemea kwa mafuta duniani, ni moja ya maeneo ya muhimu sana. UAE wazalishaji wakubwa wa mafuta, Saudi Arabia wazalishaji namba tatu wa mafuta duniani baada ya Marekani na Urusi. kwao ni jambo la kukaa na kusubiria na kuona. CHD Track wanasambaza magari bora yaliyoundwa na maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China, wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CHD Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.